Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimetoa taarifa ambayo taarifa hiyo inasomeka kwamba, kuhusu operesheni ya jeshi la polisi dhidi ya wanachama wa CHADEMA. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kina utaalifu umma na jumuiya ya kimataifa kuhusu matukio yanazidi kushuhudiwa nchini ambayo yanakiuka misingi ya utawala wa sheria, haki za binadamu na uendeshaji wa mfumo wa vyama vingi kwa siku kadhaa sasa, mamia ya wananchi, wanachama na viongozi wa chadema wanashikiliwa, huku jeshi la polisi likiendelea kuwawinda wengine katika maeneo mbalimbali. Kukamatwa kwao kumekuwa kunafanywa bila kufuata taratibu za kisheria, mara nyingi bila sababu zilizo wazi, na bila kuwapa nafasi ya kuwasiliana na familia zao au kupata huduma ya kuwasiliana na mawakili wao. Aidha, baadhi ya viongozi, wanachama na wananchi waliokamatwa kabla na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025 bado wanashikiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi bila kufikishwa mahakamani kinyume cha matakwa ya katiba na sheria. Wapo pia waliokamatwa na watu waliojitambulisha kuwa ni jeshi la polisi ambao hadi sasa hawajulikani walipopelekwa. Chadema inataka jeshi la polisi kuwachia mara moja bila masharti wananchi, wanachama na viongozi wote walioshikiliwa kinyume cha sheria, hutoa ufafanuzi wa wazi kuhusu mahali walipo wale wote ambao hawajulikani walipo. CHADEMA ipo tayari kupeleka mawakili wake kuwatetea na kuhakikisha kuwa haki za kila mmoja zinatimizwa kikamilifu. Pia CHADEMA inapenda kutoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuendelea kufuatilia kwa karibu kinachoendelea Tanzania ili kuhakikisha haki za raia zinaheshimiwa. Imetolewa leo Jumanne, tarehe 18 Novemba 2025 na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, Brenda Rupia.